Je, kuna uwezekano wa hatua kali kuchukuliwa dhidi ya mtu aliyefanya kitendo hicho? Serikali haina budi, bila hila, kuchukua hatua kali kwa mtu aliyefanya kitendo hicho, maanake hiki ni kitendo cha kutishia, haswa kinamhusisha rais wa taifa na inaweza kuwa tisho kwa usalama wa taifa kwa ujumla, maanake hatujui ikiwa hatua zingechukuliwa na wale maafisa ambao wanamlinda rais, za kutumia nguvu, hali ingekuwa ni, ingekuwa ni ipi. Kwa hivyo ni matumaini yetu ya kwamba upelelezi utafanywa na hatua za kisheria zichukuliwe dhidi ya muhusika wa kitendo hicho. Hii inatoa picha gani kwa hali ya kiusalama kwa ujumla na hasa kwa rais Ruto nchini Kenya? Hatuwezi angazia hilo na kusema ya kwamba inaleta picha ambayo si nzuri kwa usalama, maanake ukiangalia kwa utaratibu zaidi, hili ni tukio ambalo lilisababishwa na kuwepo kwa mwanya kwa Uh, kile kitengo ambacho kinahusika uh, na ulinzi wa rais na pia rais mwenyewe kuweza kuwa ni mtu ambaye anapenda kuwa karibu sana na wananchi, wakati anapotoa zile hotuba zake. Na kwa hivyo hilo ni jambo ambalo halingeweza kuzuiwa kulingana na tabia ya rais mwenyewe. Kwa hivyo ni jambo ambalo lafaa kufanywa hivi sasa ni kuzingatia hali ya usalama na kuwa na mwelekezo uh, mwafaka wa ulinzi wa rais na viongozi wengine katika taifa la Kenya. Bwana George Musamali, ziko namna za kuweza kudhibiti matukio kama haya na vipi yanaweza kudhibitika? Kwa kweli, jambo ambalo sisi tunalizungumzia kwa wingi zaidi katika taifa la Kenya ni wale viongozi kukiuka uh, maagizo kutoka katika vitengo vya usalama, na hili ni jambo ambalo hatujaliona kwa rais peke yake, ambaye yeye hujaribu kujileta karibu na umma ilhali kuna kiwango ambacho rais anafaa kuwa karibu na umma wakati anakuwa na mikutano kama hii ambayo tumeona ni, hili ni jambo ambalo nafikiri linasababishwa na ule ukiukaji wa masharti ambayo amewekwa na vitengo vya usalama na wanasiasa akiwemo rais Daktari William Ruto. Na hili tukio limetokea yapata siku tatu nne baada ya mbunge mmoja wa Kenya kuuawa mjini Kati huko Nairobi. Kama viongozi wakuu hali yao ya kiusalama iko kama hii, je, mwananchi wa kawaida kwa sasa imekuwaje? Uh, kuna wasiwasi zaidi? Uh, kwa kweli hatuwezi sema kwamba kuna wasiwasi zaidi, manake ukiangazia tukio ambalo limetokea, kuwawa kwa uh, mbunge, hii ni ile ambayo katika lugha ya kimombo tunaita targeted killing, manake yeye alikuwa amepangiwa na watu fulani kwamba uh, maisha yake yaondolewe na tukio ambalo tumeona wa rais kutupiwa kiatu ni tukio ambalo lilitokea tu kwa ghafla, na mpaka hivi sasa hatujapata habari kwamba je ni tukio ambalo lilipangwa au vipi. Kwa hivyo matukio haya mawili hatuwezi yatumia kama mizani ya kupima hali ya usalama katika taifa hivi sasa. Na je, Rais Ruto atakuwa na uhuru wa kuendelea na mikutano yake ya hadhara ama anaweza kubadili e, msimamo? Tayari Rais Ruto hivi leo ako na mikutano ya hadhara ambayo inaendelea, nikizungumza na wewe yuko katika eneo hilo hilo la Migori, na leo amekuwa na mikutano katika mji ambao unaitwa Rongo, na hii ni wazi ya kwamba viongozi huwa hawazingatii hali yao ya usalama na hawazingatia kwamba hali yao ya usalama pia ni tisho kwa usalama wa taifa kwa ujumla, na ni kwamba wao huwa hawazingatii masharti ambayo yametolewa na uh, vitengo vya usalama. Kwa hivyo ningependa kuwahimiza viongozi ni kwamba wawape mamlaka wale wasimamizi wa vitengo vyao vya usalama ili kuweza kuwaelekeza na kuwapea maagizo jinsi ambavyo wao wanaweza kuwa salama wakati wako katika mikutano ya hadhara na hali kadhalika, wakati wako katika sehemu zao za makazi. Kwa hivyo tayari rais anaendelea na mikutano yake, na hali kadhalika wanasiasa wanapita hapa na pale wakifanya ma, sia, wakifanya mikutano ya hadhara ya kisiasa, na wasingatii masuala ya usalama. Hili ndilo tishio ambalo tunaliona sisi kama taifa na kama wananchi wa taifa la Kenya. Mm -hmm. Na tukio hili linaweza kuathiri vipi sura ya Kenya kimataifa? kwa kweli ni sura ambayo inaleta sura mbovu Manake ni wazi ya kwamba huyu ndio kiongozi mashuhuri kabisa wa hadhi ya juu katika taifa la Kenya. Na ikiwa usalama wake unaweza kutishiwa na mwananchi ambaye ni wa kawaida, je, ikiwa kutakuwa na mipango maalum ya kuweza kumshambulia rais, tunaweza kuwako na jinsi ya kudhibiti mashambulizi hayo kweli? Kwa hivyo inaleta sura ya kuogofya, na kwamba mataifa ya kigeni yataona taifa la Kenya amba kama ni kana kwamba nchi ni taifa ambalo halipo salama na wageni wengi tu unaweza pata wanaweza ogopa kuja kutembelea ama kuzuru taifa hili letu.